Mwezi, u, mwezi ujao mashine zitaanza kwa ajili ya kujenga barabara. Sasa na sisi eneo letu hili liko ndani ya hifadhi ya barabara tumeamua kuyaondoa majengo ili kupisha ujenzi wa barabara ya lami, ujenzi unaendelea. Lakini tulikuwa kama tunajiuliza kwa ikiwa greda mashine iko karibu, ndio umeona kama watu wanaondoa haraka kwa, kwa, kwa, haraka haraka Taarifa huwa n ziliwapata kwa muda gani, kwamba siku gani ambao rasmi wanakuja ku, kuondoa? Taarifa tunazo, tunaondoa ni sisi wenyewe, sio kwamba kuna mtu mwingine anayekuja kuondoa. Ndio maana unaniona nami waziri, juzi nimekuja ili kwanza nisimamie ofisi yangu iliyokuwa ya waziri iondolewe kwanza, zingine zifuate, na ndio maana unaona tayari wanaondoa mabati ma ya asbestos hapo juu, ili kuona kwa sababu tayari tumeshahamia Dodoma. Kwa hiyo hakuna haja haya majengo yazuia ujenzi wa barabara. Eh, kwa hiyo taarifa tumekuwa nazo kwa sababu sisi ni serikali. Ni majengo ya mangapi ya upande gani asambayo yanaondoka? Majengo yote yaliyo ndani ya hifadhi ya barabara yataondoka, yote yaliyo ndani ya hifadhi ya barabara mita 91 kutoka katikati ya barabara ya Morogoro, mita 91 upande wa kushoto, mita 91 upande wa kulia, majengo yote lazima yaondoke kwa ajili ya kupisha ujenzi wa barabara ya lami. Tumeshahamia tayari Dodoma, hata mimi nimekuja, nimetoka Dodoma nimekuja kusimamia kwamba sasa nihakikishe na wasimamia wanaondoa kwanza ofisi yangu, ili ubomoaji mwingine uendelee. Halituathiri kitu chochote, kazi zinaendelea kama kawaida, tunaendelea kufanya kazi, hakuna athari ya aina yoyote. Ndiyo maana jana tulikuwa hapa mpaka usiku tumejaribu kutafuta vijana vibarua wa kutosha, na mafundi wetu wa ndani, na shughuli zinaendelea, na kazi nyingine za serikali zinaendelea kama kawaida, kwa sababu makao makuu ya Wizara ya Maji na Umwagiliaji, Wizara yangu, yako Dodoma. Shughuli zinaendelea kama kawaida, ila nachojua kuna tenki lile ambalo halifanyi kazi, hilo litaondolewa. Dar es Salaam tunazo taasisi zilizo chini ya Wizara ya Maji tuna EURA, tuna DAWASA, tuna DAWASCO. Kwa hiyo swala la ofisi mama yangu wala lisikupe shida, ofisi tunazo za kutosha. Kwa hiyo tunapokuja Dar es Salaam ofisi zitakuwepo tu bila wasiwasi, na tuna jengo lile kubwa tunajenga pale, likishakamilika pia tutaendelea. Tulishafikiri mapema tukawa tunajua kwamba lazima tutapanua hii barabara. Kwa hiyo tulishaanza kujenga jengo pale, likishakamilika pia tutakuwa na ofisi. Kwa hiyo swala la ofisi wala halina wasiwasi, hamna shughuli yoyote ambayo imeathiriwa. Tumejipanga vizuri. Aa, kama ni maamuzi ya serikali kwa ajili ya maendeleo na barabara kutanua, kwa sababu forini tunasumbuka sana, sio vibaya eh. Zote wanasemaje, maendeleo yana changamoto zake. Kuna hasara, kuna faida, sasa nyingine ni hasara, nyingine ni faida. Tukiwahi kazini, ni vizuri sana. Mimi vizuri sana naona liko sawa kwa sababu Iliagizo, lilikuwa liko kitambo, sababu mimi ni mkazi wa hapa hapa Ubungo, niko kutoka maji, yani nyumba inayofuata mimi mwenyewe. Na, na majonzi ila kutokana na mzee alishasema, siwezi kulalamika sana kwa sababu hata usipokaa ukikaa Ubungo usipokaa kuna makazi mengine tu. Mimi naona iko sawa tu, sio sio mbaya, hata ukatae kukubali